Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuph Juma Mwenda ameeleza mafanikio waliyoyapata katika miaka minne tangu kuingia madarakani kwa awamu hii ya sita ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dkt Samia Suluhu Hassan. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dodoma Machi kumi na mbili katika ukumbi wa habari Maelezo, kamishina huyo amesema yapo mafanikio mengi yaliyojitokeza katika kutimiza azma ya serikali, moja ikiwa ni kuwataka wakusanye kodi kwa weledi na kupanua wigo, lakini pia kutumia 4R bazo alizibuni mheshimiwa rais katika kusimamia ulipaji kodi na kwamba imetekeleza na kupata mafanikio makubwa aliagiza yafanywe na TRA uh, baadhi yake moja alitaka tuhakikishe tunakusanya kodi kwa weledi alitaka tuhakikishe tunapanua wigo wa ukusanyaji kodi alitaka tuhakikishe tunajenga mahusiano mazuri na walipa kodi lakini alitutaka tutumie 4R ambazo alizibuni yeye mwenyewe kuhakikisha zinatumika katika usimamizi wa kodi. Leo nina furaha kuwaambia wa, walipa kodi na Watanzania kwamba katika maagizo ya Mheshimiwa Rais e, TRA imetekeleza maagizo yote na kupata mafanikio makubwa sana moja ya mafanikio ambayo tumepata ni, ni, ni, ni haya yafuatayo. Moja, tumefanikia sana kupanua wigo na kuongeza makusanyo ya kodi kwa kupanua wigo. Maana yake tunaongeza idadi ya walipa kodi, lakini hata wale wale walipa kodi waliokuwepo, kama alikuwa analipa kumi sasa analipa ishirini huko nako ni kupanua wigo na kupanua wigo kunathibitishwa na ongezeko la makusanyo. Wakati Mheshimiwa rais anaingia madarakani, tuliunda kamati ambayo iko ya pamoja ya kushughulikia matatizo ya wawekezaji, na matatizo mengi ya wawekezaji yametatuliwa. Tumerahisisha kutoa misamaha ya kodi wale wawekezaji ambao wanastahili kupata misamaha ya kodi tunazo dedicated office kwa ajili ya kuwasaidia na tumekuwa tukifanya hivyo, lakini uh, tumetoa sana haki za wafanyabiashara katika kipindi cha miezi nane kabla Mheshimiwa rais hajaingia madarakani. Moja ya haki ya wafanyabiashara ni kupewa marejesho ya kodi tax refund. Kipindi cha miezi nane tax refund zilizolipwa kwa wafanyabiashara zilikuwa bilioni 92 na milioni 372. Miezi nane, miezi nane hii, anapofikisha miaka minne mheshimiwa rais, tumeweza kulipa marejesho ya kodi refund jumla ya shilingi trilioni moja na bilioni 171, ambayo ni 1.2 trilioni hii ni kurahisisha na kuwezesha biashara ndani ya nchi. Godness Gaspar, Sky TV Dodoma.